Kazi ya huyo president wa judiciary ni, ku, ni kuchunga nini? Haki zetu za kikatiba haki yetu ya kuwa na mali kufanya nini? Huyu president mwingine ni kuchunga nini? Kuchunga hiyo parliament ifanye nini? Ifanye mambo vile inatubenefit. Maelewa mpaka hapo? yeah. so hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha ah, walitaka kwenda saa kukuwa fully independent and absolutely independent. Yani wajifanyie vitu vile wanataka So, tumekuja tumefanya tumefanya wapi? Why? Why? Why? Sasa tuko kwa how hii sheria ilitengenezwaje ndio Wakenya wajue sheria inatengenezangu wapi inatengenezangu waje wapi Kenya, sindio? So i sijui tutafanyaje but ni sawa tutaezana tu naye we are going smoothly. So, let me wipe it well. Kidogo tu amanafaipako kitu spirit muko nayo. Hata hola tutumie bl tuchukue kaunti iko hapa, maji ya hizi toa sooe. So, hii sheria ilitengenezwa aje? Juu watu wanaongeanga sana uko zile, Wakenya wanangojanga ipite ndio waanze kupiga kelele yetu. Katiba imeweka like nyinyi ndio mnapitishanga hiyo sheria, how bunge yezi pitisha chochote. Ukienda chapter 8 ya katiba ikianza, ni about the executive, inasemanga aa, ni e, e, legislature all legislative power comes from the people. Yani hiyo bunge yezi tengeneza sheria yake tu peke yake yezi fanya mambo yake bila kitu, lazima itoke kwa watu. Ukienda kwa chapter 9 mambo ya executive bado imesema, all executive power inatoka wapi? Is derived from the people. Hadi ukienda kwa judiciary chapter 10 ikianza tu inasemanga, yani hiyo mamlaka ya, kuf, ya, ku, ya, kufanya hiyo kazi inatolewa kwa nani? Kwa wananchi. So hivi ndio sheria utengenezwa Kenya. Mtu akitaka kwa na issue so useme ubino ni, ni mbunge, si ndio unataka kitu fulani ifanywe ikuwe sheria, kitu ya kwanza una, unapelekanga hiyo kitu una, unaiweka kwa eh, the national gze hey, inafanyiwangu in, hiyo ndio introduction. Non so you gazeti tu jamaa 9th of, of August alafu eh, 9 August 2024 alafu on 18th of September Ika, sasa ikaletwa saa parliament sasa wakaikubali na wakaipiga muhuri. So nambe two ikishaletwa, inafanyiwangu kitu inaitwa first reading. First reading mnaletewa makaratasi tu hivi, mnaambiwa ah, sasa ndio hiyo nini eh, kuna hii bill imeletwa, endeni muiangalie, vile tu mwalimu alikuwa anasemanga, oh, so next week tutakuja tuanze ya topic on reproduction, kindly peruse it over the weekend so that tukikuja tujue vile tutaendelea, una unaona mkuwe na idea about it, basically that watu wanza ni ndio nakuambia, Kenya hakuna tuko na the best constitution in the world, hakuna sababu kwa nini uchumi wetu inaweza kosa kufanya kazi so First reading inafanywa, tunaenda namba tatu. Tukienda namba tatu, inapelekwangua hebu imagine, kabla iende mahali popote, before hata muendelee. Na ndio nakuambianga sheria yetu ilitengenezwa na watu wenye walikuwa wameteseka sana, so walikuwa wanajua vile serikali hucheza watu. So kin watu walitengeneza hii katiba inafaa inafaa tutengeneze party kubwa sana ya kuselebrate watu walitengeneza hii katiba. So public participation, participation. Kumbuka, hii ndio sababu tulitengeneza katiba by the, hii ni one of the major reasons kwa nini yaani ilisemekana hakuna siku ingine kwa hii nchi wanasiasa watafanya vitu bila kuhusisha nani? Wananchi juu hivyo ndio Moi alikuwa anafanyaga vitu na Kenyatta huko nyuma, so watu wakasema it will never happen again.